William Ruto ameweza kushtuka, serikali yake imeshtuka kwamba viongozi wa makanisa wameanza kuwachanua wa Kenya kuhusiana na mikopo ambayo William Ruto aliweza kuichukua kutoka World Bank, ambayo anamwaga mwaga kwa vijana eti kwamba ni Nyota Fund, lakini hizo pesa tutakuja kulipa. Ninafurahi sana kwamba mpaka viongozi wa makanisa wameanza kuingia kwenye vuguvugu la kukomboa Kenya kutoka kwa mikono ya viongozi ambao wanataka kuliharibu taifa letu. Kuna kiongozi mmoja wa kanisa la Kikatoliki ambaye ni priest kipenda padri kutoka Embu amenifurahisha sana. Amewaonya vijana kuhusu hizi pesa ambazo tunapewa shilingi mia mbili, mia tano, elfu moja, 22000 kutoka kwa serikali ya William Ruto. Huyu pasta anasema kwamba hizi ni pesa ambazo tutakuja kuongezewa ushuru ili tuweze kuzilipa. <coughs> Asante sana, hata viongozi wa makanisa wameanza kuwachanua. Wa Kenya tunataka kuweza kuhakikisha kwamba tunaleta mabadiliko katika taifa letu la Kenya. Kama wewe ni mgeni, ninakuomba uweze kupiga subscription, bonyeza kengele Alafu sambaza hii kanda kuelekea kwa vikundi vingi. Hichi ndicho kituo ambacho kinakuletea taarifa za ukweli. Tafadhali hakikisha kwamba unajiunga na ukumbi huu kwa kupiga subscription. Alafu kabla hatujasonga mbele na kuomba uweze kulike hii video, msikilize huyu padri. Tukisema hayo mtu anakasirika. Mnaingilia serikali hii mnaingilia, tunaingilia na mna gani? Tunaingilia ni nyinyi, mnataka tuseme hivyo, kwa sababu unapatia mtu 200. Ukimpatia mtu 200, umekula njia ya kunja kutoka pale kuja hapa rami umekula, umekula rami umekula maji umekula masomo ya wana, wanafunzi umekula masomo ya watoto umekula ndawa sa hospitali na 200 umepewa na nyota hiyo inapeanwa inakula kila kitu, kwa sababu ni sisi talipa, ni mkopo kutoka kwa World Bank. Ni wapi uliona umetoa umepewa mkopo wa World Bank unaanza kupeana kupeana kupeana bila kujali? Mwanaidhi mmoja aliniambia hiyo fedha mimi me, nimepata na si talipa ngo, eh? <laughs> Look at the way it is na watu wanasema we need to be there huu ni wakati wetu, wakati ukifika let us say things as they are. Wakati umefika, tunapaswa kusema ukweli. Unajua, mwaka elfu mbili na ishirini na mpili Wakenya tulidanganywa tukaingia kwenye mitego ya viongozi, na kule kudanganywa mbakwo Wakenya waliweza kudanganywa ndiko kumeweza kuleta matang, eh, matatizo na changamoto ambazo tunazipitia sasa hivi. Mnakumbuka tukiambiwa kwamba hasla fund, Wakenya watapewa pesa za hasla fund, bure na hawatalipa. Sasa hivi Wakenya wanadaiwa hizo pesa. Na William Ruto nilimsikia siku moja kwa masikio yangu akisema kwamba hakuna pesa ambayo utapewa ya serikali ya bure. Utapewa pesa ukuje kurejesha. Sasa wache nikuulize mpenzi mpezi mtazamaji. Ewe kijana Ewe mtazamaji wangu mwenye umepewa 22000? Unafikiri hizo pesa utaachiwa kama zile hustler fund ambazo wakenya walikuwa wanapewa mia tano, elfu moja, hawakuachiwa? Ni hizi 22000 utaachiwa? Hizi ni pesa ambazo Bwana Ruto alienda akakopa, pesa ambazo mpaka viongozi wa upinzani watakuja kulipa. Lakini amechukua zile pesa, amezifanya zimekuwa za serikali eti kwamba anataka kuzitumia kupiga kampeni kote nchini eti kwamba yeye ni mtu mzuri, sasa anapeana hizo pesa bure kuelekea kwa vijana. Hapana, hizo pesa hazipeanwi bure, hizo pesa ni sisi tutakuja kulipa, ni mkopo ambao aliweza kuchukua, na hiyo loan tutaanza kulipa 20 29 kipindi ambapo hata kuwa madarakani. Huyu pasta ameweza kusema vizuri, hizi pesa ambazo mtu anapewa mia mbili mia tano tumekwisha kula mpaka lami, tumekula madawa, tumekula masomo. Yaani penye imefika, mwanasiasa anaona ni heri aweza kupeana shilingi elfu moja watu wakuje kwenye mkutano wake wampigie makofi, lakini hospitalini madawa yasikuwepo. Penye tumefika wanasiasa wameona ni vizuri waweze kupeana elfu moja elfu mbili mia tano, wananchi wakuje waimbe tutam, lakini walimu wasipate nyongeza ya mshahara pale shuleni pasikuwepo na pesa za kapitation. Wameona ni heri waongane mia mbili mia tano mia mbili mia tano lakini mfanyakazi wa serikali asiongezwe mshahara. Ladies and gentlemen, hii serikali imeona ni vizuri waongane, lakini waendelee kumkamua mwananchi ushuru. Sasa nimeona vile huyu mhubiri kutoka Embu ameweza kuzungumza vizuri, serikali imekasirika. Serikali, kitu ambacho bwana Ruto anachukia ni mtu ambaye anasema ukweli, kwa sababu Ruto mwenyewe ni mtu ambaye ni mkora, anachukia mtu ambaye anasema ukweli. Lakini ikiwa unadanganya, mtaelewana. Ukidanganya kama yeye, mtaelewana. sasa Kauli hii ambayo imeweza kutolewa na huyu wacha ni muita askofu, imeweza kukera serikali na Dennis Itumbi mwenye anafanya kazi katika afisi ya William Ruto ameweza kujitokeza na kumtetea bwana Ruto, huku akimkashifu huyu padri. Dennis Itumbi akaandika hivi: a Catholic priest standing at the pulpit should speak the speak truth and nothing but the truth, eti kwamba askofu wa Katoliki ambaye anasimama pale jukwani mwa kanisa anapaswa kuzungumza ukweli na ukweli pekee. Eti criticizing the government all you want, criticize the government all you want, father, but please get your facts right. Yes it is a World Bank facility. Unasikia sasa venye wana wanageuza hawataki kutuambia iti kwamba ni World Bank loan, wanataka kutuambia iti ni World Bank facility. however for a Kenyan youth it is structured as a grant not a loan. Wacha nikuulize hapa, anasema iti kwamba, iti kwa kijana wa Kenya, hizi pesa ambazo anapewa si mkopo bali ni msaada. Siku gani serikali ikakupea msaada? Tuseme zani ukweli, kama KRA, KRA yenyewe inaweza kukufuata na shilingi 200, serikali kupea 22000 msaada? Mimi mwenyewe nilimsikia Ruto kipindi kimoja akiwa Kericho County, I was there 2023 akisema, wananchi walimuuliza ila Asla Fund ulituambia utatupea kila mwananchi, iko wapi? Akasema kwamba hakuna pesa zenye za utapewa zaburi, utapewa pesa alafu utarudisha. Mnafikiri kwamba hii loan ambayo vijana wanapewa hii yenye wameanza kutumia kupigia kampeni ya nyota fund, mnafikiri kwamba itini pesa zaburi? Mkianza kudaiwa, sijui mtalipa lini. Akaendelea kusema kwamba It the fictional youth you referred to is in fact correct

and the cornerstone of the gospel itself. Hapa wanataka kujifanya wao sasa ndio wamesoma biblia wameweza kuelewa sasa, si ndio serikali inataka kujifanya wao ndio wamesoma biblia wameelewa kushinda maaskofu wa Katoliki. Anajaribu kutuambia kwamba eti hakuna kijana mwenye atahitajika kulipa hiyo loan ambayo anapewa, lakini anafikiri kwamba wakenya ni wajinga. Sasa hivi huu ulimwengu ambao tupo, wakenya umechanuka anataka kutuambia hizi pesa ambazo wamepewa, eti kwamba watafungua biashara alafu watakuwa wanakatwa ushuru. Nani alikuambia kwamba huyu mfanyabiashara mwenye amepewa hizo pesa za 22000 peke yake ndiye atakatwa ushuru? Sisi sote tutakatwa ushuru tuweze kulipa hiyo loan. Kipindi ambapo tunaomba loan, tunapaswa kufuata jinsi ambavyo hiyo loan inatumika, sio kuweza kuzichafua kote nchini. Basi kama ilikuwa ni pesa za msaada, wangepea vijana wote hizi pesa ambazo walienda wakakopa. Wanaharibu haribu hapa, wangeziwekeza ziwenge ziweze kutusaidia, hata waunda ajira zisaidie vijana. Huyu mhubiri amesema vizuri, hatuwezi tukakopa pesa alafu tukuje kuchafua chafua alafu tukuje kulipa uni upuzi upuzi alafu, sasa Dennis Itumbi anatuambia kwamba eti waliambiwa watafungua biashara hizo biashara watakuwa wanatolewa ushuru. Wacha nikuambie, hakuna pesa ambazo zinatolewa bure. Walienda wakakopa pesa ili kuweza kusafishia jina ambalo waliharibu 2024 walipokuwa wanaua vijana wa Gen Z. Tuambieni ukweli ndio, tuambieni ukweli. Mpenzi mtazamaji, ukweli unahitajika. Walienda wakakopa wakuje kujisafishia jina. Nikimalizia vijana wenzangu, mimi ni kijana mwenzenu, I'm 27 years old. Ninajua kuna wenye wananitazama wako between 20, wako between 18 maybe wako dhati wako 20, 20, 21, 22, 23, mpaka 20, around 30. Kama haujaweza kujiandikisha kama mpiga kura, mpiga kura, hakikisha kwamba unajiandikisha kama mpiga kura. Ikiwa uko na ndugu mwenye amemaliza shule hana kitambulisho, hakikisha kwamba anashika kitambulisho, aweza kupata kitambulisho, ajiandikishe kama mpiga kura 2027. Tunataka kuweza kubadilisha taifa letu, tunataka kusafisha taifa letu.